Sasa leo nimeamua nikuletee sababu tano muhimu zinazofanya kiongozi wa Burkina Faso aiteke mioyo ya Waafrika wengi. Sababu hizo ni kama ifuatavyo: moja, upinzani dhidi ya uingizwaji wa nguvu za kigeni. Unajua, toka Ibrahim Traoré amechukua madaraka Eh, amekuwa akipinga sana uwepo wa nguvu za kigeni hasa Ufaransa katika mambo ya kisiasa na uchumi wa nchi ya Burkina Faso pamoja na Afrika kwa ujumla. Hii inakubalika na Waafrika wengi ambao wanaona kuwa mamlaka za kigeni inazuia maendeleo ya kweli. Kiangalia Ufaransa waishachukua muda mrefu sana wa wakiwa pale Burkina Faso, lakini hakuna kitu chochote alichokifanya cha muhimu zaidi ya kupola dhahabu pamoja na madini ya uranium kwa kuyapeleka Ufaransa. Ah, sababu namba mbili ni msimamo wake wa kupigania umoja wa Afrika. Unajua viongozi wengi wa Afrika wamekuwa hawana misimamo ile ya wazi ya kuonesha kama wanataka, akisisitiza Afrika waamke na kuungana kama walivyokuwa eh wapigania uhuru walivyokuwa wanapigania sasa, eh. Ibrahim Traore amekuwa akisisitiza sana umuhimu wa Afrika kujitegemea kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Anaunga mkono eh, maono ya Pan Africa ambayo Prof PLO Lumumba pia amekuwa akihamasisha pamoja na taasisi zake, ambavyo inavutia wengi ambao wanataka kuona Afrika ikiwa na nguvu ya pamoja. Ah, sababu namba tatu ni ujasiri wake wa kijeshi pamoja na mabadiliko ya serikali. Alivyochukua tu madaraka kwa njia ya mapinduzi na kukabiliana na masharti magumu ya, ya kiusalama, ukosefu wa maendeleo na ufisadi. Lakini pia hii imemfanya aonekane kama kiongozi anayetaka mabadiliko ya haraka, na ukiangalia sasa hivi kwenye Burkina Faso utaona hata picha angalia posti mbalimbali ambazo zina mbali mbali posti kwenye magazeti makubwa, utaona kwamba namna gani Ibrahim Traore anafanya mambo japokuwa au hizi media za magharibi zinajaribu kumchafua. Hoja namba nne au sababu namba nne ni mtazamo wake, mtazamo wa kijamii pamoja na uchumi. Ibrahim Traore uh, anasema kuwa rasimali za Burkina Faso na Afrika kwa ujumla zinapaswa kutumika kwa manufaa ya wananchi wake na sio kwa mataifa ya nje. Hii inampa ushawishi mkubwa kwa watu wanaotaka mfumo wa haki zaidi. He, ukiangalia alizuia dhahabu kwenda Ufaransa, alivunja mikataba yote ya uchimbaji wa dhahabu pamoja na, na uranium ni kwake, akasema hii dhahabu itachimbwa iwafunufaishe watu wa Burkina Faso na anaelewa kufanya miradi kule. Namba tano amwisho, Traore anatumia mitandao ya kijamii kama Twitter pamoja na YouTube kwa ufanisi, kufikia vijana na watu wengi. Unajua huyu jamaa amekuwa ni mtu mmoja, ana akili sana. E, kizazi kipya tumekaa sana kwenye mitandao. Kwa hiyo hii mitandao ina influence sana Traore, inafanya watu wengi wamkubali na ukiangalia hata alivyoenda Russia juzi eh, uh, viongozi wengi wa Afrika walikuwa wana tamani kupiga naye picha. Sasa hii imekuwa ikileta maana sana, sasa unaambiwa Traore ametokea, ametokea kuiteka mioyo ya Afrika wengi kwa kuwa mwenye msimamo mkali dhidi ya ukoloni wa kisasa kuwana maono ya kuunganisha Afrika na kujitolea kuleta mabadiliko. Hata hivyo, matokeo ya sera zake na uwezo wake wa kuleta mageuzi halisi kwa uhakika historia ya Afrika. Je, wewe una maoni gani kuhusu Taore au hali ya kisiasa ya Afrika Magharibi? Ebu tupia komenti yako hapo chini, tupia hapo chini tuendelee kujadili pamoja.